Kuna Rado hapa leo kidogo kazongwa, Rado. <laughs> <laughs> kazongwa kiramba <Yeah>, kidogo <laughs> kidogo, lakini lakini mambo yameenda vizuri, poa kazi. Akini niko na madamu mara nyingi kwenye hii movie madamu, <laughs> kucheka sana. Kuna scene flani ulikuwa unacheka sana mpakana kwenye kochi wakati Rado anapiga gitaa. Eh, <laughs> alikuwa hawezi kuimba nyumba yake. <laughs> <laughs> Kuna bozo mmoja hapa nilikuwa nacheka na shoot naye ni mbugila nje, <laughs> yani, <laughs> eh. Ni pindi kwa kweli, namwelekeza aende akachukua gauni, yaani si ninasema kwamba namtuma nyumbani akachukua gauni langu. <laughs> Asa ninavyomwelekeza naye anarudia kwamba yeye naenda nyumbani, nienda nyumbani chumbani kwangu kachukua gauni langu. Mm. Sijui ni nikamuuliza gauni langu, gauni lako. Mm. Naye akanirudishia hivyo hivyo. Yaani mimi mwenyewe ni kuuza la kwako au la kwangu. Sasa kwa, kwa, mm, yeye ana gauni gani na akatembea. <laughs> Kwa hiyo kitu kimemfanya madam kiukweli acheke sana. Tumekuwa tumiku, tumechukua muda mrefu sana kuimaliza hii scene, lakini tunashukuru mambo yameenda vizuri. Tuko katika finishing ya mwisho mwisho. Kwa hiyo kila na, kitu kitaenda poa. Everything is going to be so good. Yeah. It's going to be a nice movie. Mzuri sana. Alafu ukifika nyumbani nenda chumbani kwangu, sawa? Kwenye kabati utakuta gauni langu <laughs> jekundu. Naomba uchukue unipigie pasi, sawa? Cuz kuna sehemu natakiwa kwenda baadaye. Sawa, madam, nimekuelewa. Umenielewa kwa? Nimekuelewa vizuri sana. Nimesemaje? Ukifika nyumbani, ingia chumbani kwangu, kwenye kabati kuna gauni langu jekundu. Ulichukue unipigie pasi. Gauni lako wewe au la kwangu mimi? La kwako wewe au kwangu